Israel, mamlaka inayofanya chochote bila kujali dunia. Wapo wanaosema dunia hii ina sheria, kanuni na mikataba ya kimataifa. Lakini ukiuangalia ukweli wa wazi, utagundua sheria hizo zipo kwa wanyonge tu, sio kwa wakubwa wanaopendelewa. Nchi moja ndogo iliyokaribishwa tu pale Mashariki ya Kati mnamo mwaka 1948. Leo imegeuka kama simba mwenye meno ya chuma. Hii si nyingine ila ni Israel, nchi inayofanya chochote, wakati wowote, wa popote, na hakuna wa kuizuia. Tangu ilipopewa nafasi ya kuwa na kipande kidogo cha ardhi, imekuwa ikijitanua taratibu kama moto wa nyasi, ikimeza maeneo ya jirani bila hofu wala haya. Dunia nzima inaona lakini imekaa kimya kana kwamba imemezwa ulimi. Historia fupi kuanzia 1948. Wakati wa 1948, Wapalestina walikuwa bado wapo kwenye mashamba yao, mashamba ya mazeituni, bustani za tende na makazi ya urithi toka kwa mababu zao. Ghafla dunia ikaleta wageni. Karibuni, wakasema, kijengeni nchi yenu hapa lakini baada ya kupewa wageni hawa hawakubaki wageni waligeuka mabwana wakaanza kujitanua wakachukua kijiji hiki leo kesho mto huu kesho kutwa mlima ule hadi kufika leo Israel sio ile iliyopewa mwaka 1948 imekuwa kubwa imekalia maeneo ya Palestina imechukua ardhi ya Syria eneo la milima ya Golan imevamia Lebanon Imekanyaga Misri mara kadhaa na sasa inashambulia hata nchi ambazo hazipo karibu sana, mfano Qatar. Mashambulizi yasiyo na kizuizi. Ni kama nyoka mwenye sumu ambaye hapigi hesabu ya nani yuko mbele yake. Israel imeshambulia mara nyingi bila kuomba ruhusa ya mtu. Mara hii Gaza, mara hii Lebanon, mara hii Syria. Ni kama amepata leseni ya kufanya chochote bila kuulizwa. Katika Gaza, ndani ya muda mfupi tu zaidi ya watoto mia nne wamepoteza maisha mikononi mwa mabomu na risasi. Dunia nzima inajua, lakini kimya kimeenea kama jangwa. Hata wale waliodai ni walinzi wa haki za binadamu hawasemi kitu. Badala yake, wakishambulia Israel, Marekani na washirika wake husimama haraka wakasema, Israel ina haki ya kujilinda. Haki ya kulinda au haki ya kuua? Hili ndilo swali linalobaki. Tangazo maalum. Mm, habari wakazi wa Zanzibar, ndugu zangu, ukipita hapa usikose hii ofa ya kipekee. Ninatengeneza laini za wakala za Halopesa bure kabisa. Ndiyo, hujapotea bure. Si hivyo tu, nakupa na mafunzo ya bure jinsi ya kuwa wakala na kujiongezea kipato chako kila siku. Ni kwa ajili ya wakazi wa Zanzibar pekee ndiyo. Ukihitaji tafadhali usisite kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia namba 0774636363. Gaza leo, maisha yamegeuka kifo. Gaza imekuwa kaburi la wazi. Hakuna tena tofauti kati ya shule, hospitali na msikiti. Mabomu yanashuka bila huruma, watoto wanalia, mama wanapiga mayowe, wanaume wanakimbia huku na huku, wakibeba maiti za ndugu zao. Israel inataka nini? Inataka watu wote wa Gaza waondoke, waachie ardhi, wakae kama wakimbizi mitaani, wanyamaze, na wao wakalie ardhi yote. Kwa maneno mengine, ni mpango wa kusafisha Gaza kimya kimya. Dunia inaona, lakini hakuna hata mmoja anayemshika mkono na kusema, basi mwisho. Leo hii dunia nzima imekaa kama sinema. Kila mtu anatazama, lakini hakuna anayesimama na kusema, basi. Israeli imepindua historia. Kutoka mgeni wa 1948 mpaka kuwa bwana mkubwa anayechukua ardhi za wengine na kuamua hatima ya mamilioni. Watoto wa Gaza wanakufa bila kosa, mama wanazikwa wakiwa hai kwenye vifusi, vijana wanapoteza matumaini ya kesho. Ni nani atakayesimama na kusema kwa hii si haki? Dunia inakimbia kwa mijadala isiyo na matokeo, huku mabomu yakishuka kila saa. Israeli sasa si tu imekalia ardhi ya Palestina bali pia imeshika vipande vya Syria ikashambulia Lebanoni ikapita Misri na sasa ikafika mpaka Qatar. Swali kubwa ni je, yeah, kesho watashambulia nani tena? Kwa mtindo huu hakuna anayesalama. Huu ni uvunjifu wa wazi wa sheria zote za kimataifa. Ni dharau kubwa kwa Umoja wa Mataifa. Ni dhihaka kwa mikataba yote ya Geneva na ni tusi kwa damu za wasio na hatia. Kila bomu linaloshuka Gaza ni ushahidi wa udhaifu wa dunia nzima mbele ya kiburi cha dola moja. Maoni yako ni muhimu kwa kweli. Dunia ikikaa kimya leo, historia kesho itawauliza, mlikuwa wapi watoto wa Gaza walipouawa? Hatuwezi kunyamaza, hatupaswi kupuuza. Kila damu ya mtoto, kila kilio cha mama na kila jeraha la kijana ni sauti inayotuhukumu sote. Israeli imevunja kila sheria ya kimataifa, imeharibu kila matumaini ya amani na bado inaendelea bila kuzuilika. Swali linasalia wazi, huu ni ulimwengu wa nani? Wa haki au wa nguvu? Ndugu msomaji tumekuletea haya yote kwa mguso na uzito mkubwa kupitia Hubah Online TZ. Tafakari, shiriki na...